Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa CCM taifa na mgombea wetu wa urais kupitia Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa mwenyekiti wa CCM mkoa wa Lindi, ndugu Alhaj Hassan Mohamed Jarufu, waheshimiwa wajumbe wa kamati kuu na halmashauri kuu ya CCM taifa mlioko hapa, waheshimiwa viongozi wetu, wazee wa eneo hili na wananchi wa jimbo la Mchinga kwa ujumla ndugu Mama Salma Kikwete, mgombea ubunge na madiwani wote wa Jimbo la Mchinga, wanachama wenzangu wa Chama cha Mapinduzi na wananchi wote, CCM oyee! CCM oyee! yeah. Mheshimiwa mwenyekiti, mambo makubwa aliyofanya katika nchi yetu na hususan katika jimbo hili la Mchinga yameelezwa vizuri sana na mgombea ubunge wa jimbo hili Mwalimu Salma Rashid Kikwete, hivyo ni furaha yangu ni heshima yangu, Mheshimiwa Mwenyekiti, kukuomba sasa uzungumze na wana Mchinga wapate kile ambacho wao wanasema, wametoka mbali kuja kumuona Samia na wewe umetoka mbali kuja kuwaona wana Mchinga. Mama Samia oye! Mama Samia oye! Karibu Mheshimiwa Mwenyekiti. Sisi oye! Mchinga oye! kazi na utu. Asanteni sana ndugu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, balozi Dr. Asha-Rose Migiro, waheshimiwa wajumbe wa kamati kuu na wajumbe wa halmashauri kuu mlioko nasi hapa, ndugu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mtwara, kaka yetu Alhaji Hassan Jarufu, waratibu wa kampeni kanda hii um, ya kusini Dadalela Ngozi na Mzee Msome, viongozi mbalimbali wa Chama cha Mapinduzi na jumuiya zake pamoja na kamati za siasa za mkoa na wilaya, mgombea wetu wa ubunge wa jimbo la Mchinga Mama Salma Rashid Kikwete, wagombea wa CCM kwa nafasi za udiwani, viongozi wetu wa dini mliopo nasi waheshimiwa wazee wetu wa Mchinga, nimemwona kakaangu Mudhir, nimemwona kakaangu Muhammad Abdul Aziz na wazee wote mliopo nasi hapa, vikundi mbalimbali mbali vya burudani, vikundi mbalimbali mbali vya hamasa, ndugu wanahabari, wana CCM, wana Mchinga. CCM oi! Mchinga oi! Awali ya wote niruhusuni nami niungane na walionitangulia kumshukuru Mungu tujalia salama kwenye safari yetu na kutufikisha salama hapa Mchinga. Ndugu zangu wanamchinga, na furaha kubwa kwa nanyi leo. Nakumbuka ziara yangu ya mwisho ndani ya jimbo la Mchinga, dhani ilikuwa ishirini ishirini na tatu. Uh, nilifanya ziara ya kikazi na nikajionea yanayoendelea ndani ya jimbo, lakini niseme mapokezi ya leo ni mapokezi makubwa mno. Wanamchinga, asanteni sana, na hii inathibitisha upendo wenu kwa Chama cha Mapinduzi, lakini upendo wenu kwa viongozi wenu. Wanamchinga, asante sana. Ndugu wananchi, baada ya kutekeleza kwa mafanikio makubwa ilani ya mwaka ishirini ishirini na tano, tumerejea kwenu Wanamchinga kuomba ridhaa. Mtupe ridhaa yenu tuendelee, twende tukatekeleze ilani tuliyoileta kwenu ya mwaka ishirini na tano ishirini thelathini, na sina wasiwasi na Lindi kwa ujumla kama mkoa lakini sina wasiwasi na jimbo hili la Mchinga. Kwa hiyo Mchinga nanyi na hakika mmezima zote na mmewasha kijani. Ndugu zangu, nisimame na pongezi nyingi kwa jimbo hili. Mheshimiwa mgombea Mama Salma ameyasema yote, amesema hali ilivyokuwa kabla na sasa ilivyo. Uh, kwa sasa ndani ilivyo hali ya jimbo hili ameyasema yote kwa urefu. Nataka niungane naye kwenye haya ya maendeleo, lakini pia nitoe ahadi kwamba mkitupa ridhaa zenu kuendesha nchi hii kwa miaka mitano ijayo, tunakwenda kukamilisha yale tuliyoyaanza, lakini na kuendeleza yale ambayo hatujayaanza, lakini yamo kwenye ilani ya uchaguzi. Niseme tu kwamba kwa upande wa maji, tunajua kazi nzuri iliyofanyika kwenye awamu ya kwanza, lakini mradi ule una awamu ya pili ambao unakwenda kufaidisha vijiji vingine kumi vya Mchinga ambavyo bado havijapata maji. Lengo letu ni kuona kila Mwanamchinga anafaidika na maji safi na salama. Hilo ndio lengo letu kwa, tutaendelea kama sio mradi ule, ni kuchimba visima na kuhakikisha tunapata maji mengi, ili wanamchinga mfaidike na maji safi na salama. Kwa upande wa kilimo, tutaendelea na ruzuku za pembejeo, tutaleta salfa bure, dawa za kuua wadudu bure, lakini dawa za ugonjwa wa blight pia bure, ili mikorosho ilimwe, ipuliziwe na korosho zizaliwe nyingi. Lakini mbali ya hayo, tunaendelea pia kuhangaika kutafuta masoko yenye bei kubwa, na uzuri ni kwamba mfumo wa sakabadhi ghalani umefanya kazi nzuri sana. Ni mfumo ambao ulikuwa mzito kukubalika, lakini ulipokubalika umefanya kazi nzuri sana. Nataka niwahakikishieni, kinacholetwa na serikali yenu mjue kina manufaa. Pamoja na hayo amesema vyema mama Salma, kwamba tumeleta bilioni 30 milioni, milioni mia tatu kutekeleza miradi miwili ya umwagiliaji katika bonde la Kinyope Rutamba na Kilangala. Lengo letu kuwafanya wakulima wazalishe mara mbili kwa mwaka. Sasa hivi Tanzania hakuna mazao maalum kwa biashara na mazao maalum kwa chakula. Mazao ya chakula sasa yamekuwa mazao ya biashara pia. Tunalisha jirani zetu. Huko nyuma, mbaazi ilikuwa mboga hapa Lindi, lakini leo mbaazi ni zao la biashara, na linaingia kwenye stakabadhi ya ghala na linaleta bei nzuri. Kwa hiyo tutaendelea kuleta kufanya kilimo cha kumwagilia, ili watu wazali, wazalishe mara mbili kwa mwaka, kwa sababu hata mpunga sasa ni zao la biashara punga wetu Tanzania, huko Uganda, huko nchi nyingi na Afrika Mashariki, Kenya, hata nje Ulaya. Mpunga wa Tanzania, mchele wa Tanzania huko kule kwa. Tutaendelea kusimamia sekta hii ya kilimo zaidi ya hapo, kwa sababu tutazalisha sana, tunazalisha sana. Lazima Mchinga muwe na soko kubwa zuri, linalotambulika kwao. Tunakuja kujenga soko ambalo pia litakuwa na huduma za kuhudumia mazao ya mboga mboga, kwa sababu imani yetu ni kwamba takapomaliza skimu za umwagiliaji maji, tutawafundisha wakulima walime pia mazao ya mboga mboga ambayo nayo yanakwenda nje ya mipaka yetu ya Tanzania. Uh, ruzuku ya chanjo kwa mifugo yetu, maeneo yote yenye ng'ombe, tumesema tunatoa ruzuku ya chanjo kama chanjo ile inalipiwa elfu ishirini wewe utatoa kumi, serikali inatoa kumi. Lakini kwa upande wa kuku chanjo zote ni bure, ni bure. Twende tukachanje mifugo yetu. Kwa hiyo huko nako tunakwenda kutoa ruzuku, lakini pia kujenga majosho na machinjio yaliyo bora ili nyama yetu iwe na viwango na iweze kukubalika kokote kule ambako wafanya biashara watapata masoko. Tulitoa mikopo ya boti za kisasa za uvuvi zenye thamani ya milioni mia saba na kumi na mbili, lakini kazi inaendelea. Awamu ijayo tutaendelea kutoa boti na vifaa vya uvuvi ili wavuvi wetu wavue vizuri zaidi. Kwa maeneo ambayo hayajapata vituo vya afya, tutafanya vituo vya afya. Lakini kwa mkoa wa Lindi tumejitahidi kwa upande wa afya, huduma zote zinamalizika hapa hapa, hata zile za kibingwa, kwa sababu kuna hospitali kubwa ya rufaa ambayo huduma zote zinamalizika ndani ya mkoa, na yale makubwa sana sana ndiyo yatakwenda Muhimbili, au maeneo mengine. kwa tutaendelea na kasi ile ile. Ombi la watumishi kama nilivyosema wakati nazindua kampeni kwamba tutakapoingia ndani ya siku mia moja zile taajiri wataalamu elfu tano kwenye sekta ya afya, na hao wakati wa kufanya mgao bila shaka Lindi na wenyewe watasogezwa. Kwa upande wa elimu, tunaendelea na kasi ile ile, jenga mashule za msingi na sekondari, na hii ni kwa sababu watoto alhamdulillah tunao wengi, Mungu atuwekee wanakuwa wanahitaji elimu, wanahitaji huduma za afya. Kwa hiyo kasi ni ile ile, lakini niwapongeze Mchinga kwa kuwa ndio eneo lililochaguliwa kuwa na shule maalum ya mchepuo wa sayansi kwa wasichana. Hongereni sana, nimekwenda, nimeiona shule, nimeona wasichana wako pale. Changamoto ndogo ndogo walizokuwa nazo tumeziondoa. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba wataendelea kusoma vizuri lakini pia tumeleta shule ya amali, shule ya Jakaya Dokta Jakaya Kikwete katika kata ya Nangaru, mefikia asilimia sabini ujenzi wake, tutaimaliza. Vijana wetu wasome pale, wapate ujuzi, wajiajiri au kuajiriwa. Uh, kwa upande wa umeme mama amesema vizuri vile vitongoji thelathini na mbili vilivyobaki wakandarasi wako kule, kazi inaendelea hii ni pamoja na ajenda yetu au ajenda ya rais ya nishati safi ya kupikia. Ninatambua mahitaji ya miundombinu ikiwemo ukarabati wa maboresho ya barabara, na ninawaahidi uh, kuziboresha barabara zilizoainishwa kwenye ilani yetu ya uchaguzi, ikiwemo barabara ya Milola mpaka Kiwawa na barabara zote nyingine tulizozionyesha kwenye ilani ya uchaguzi zitajengwa kwa kiwango cha changarawe ili zipitike mwaka mzima, hata kunyeshe mvua. Lakini pia tutajenga baadhi yao, tutazijenga kwa kiwango cha lami. Pamoja na hilo, tutajenga stendi ya malori hapa Mchinga. Niwaombe Wanamchinga, tujitume tuzalishe wanaofanya biashara wafanye biashara vizuri, walipe kodi zetu, halmashauri ikusanye ili mapato haya na yenyewe yakuwe vizuri. Kwa hiyo niwaombe sana Wanamchinga, niwaombe sana, tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi, nendeni kachagueni Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi kina mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano, kuna mgombea ubunge wa jimbo lenu, lakini wabunge wa Tanzania nzima. Lakini pia tuna mabunge yetu madogo ambayo ni mabaraza ya madiwani haya hayatajwa. Tunashusha zinafika halmashauri, zinawafikia madiwani hawa. Wao sasa ndio wanapokea hiyo fedha ya elimu. Shule ikajengwe wapi, sekondari wapi, msingi wapi, kituo cha afya wapi, maji yaende wapi? Ni madiwani hawa ndio wanaotusaidia kazi katika ngazi hii ya jimbo. Kwani ni waombe sana, kachagueni rais, mbunge na madiwani wa Chama cha Mapinduzi.